elea Uislamu kwa maneno mengi. La, mtume alikuwa hana maneno mengi. Hebu soma sira ya mtume. Yeye alikuwa anatoa aya na riwaya na kuambia watu Uislamu, la maneno machache tu, jamani, mimi nimetumwa, ni mtume wa Mungu, nimekuja kwenu, mkiniamini Mungu atawapeleka peponi, mtakwenda mahali pazuri, lakini watu dakhalu fi dinillahi afuaja waliingia makundi kwa makundi. Kwa nini? Kwa sababu mtume alipokuwa akiwazungumza, wakiangalia tabia zake zilikuwa zinakwenda sambamba na maneno yake, na watu waligundua kwamba maelewano yake na watu, mapenzi yake na watu, mwingiliano wake na watu ulikuwa wa hali ya juu. Haya ndiyo yaliyopelekea watu kuingia kwenye Uislamu na wala sio maneno mengi, na ndio maana katika riwaya kutoka Bait Ahlulbaiti alayhimus salaam, kunu duatan lana bighairi alsinatikum, ufikisheni ujumbe wa Uislamu. Waislamu wa Dar es Salaam, waislamu wa Kigogo, fundisheni Uislamu kwa vitendo vyenu. Kwa tabia zenu, sio kwa maneno yenu. Waonyesheni watu uaminifu, waonyesheni watu ukweli, waonyesheni watu mapenzi, waonyesheni watu uso mnavu, uso wa kufurahi, sio uso wa kuukunja. Waonyesheni watu furaha mnapokutana nao, salimianeni na watu mnapowaona barabarani. Misikiti yano iwe ni mahala pa mapenzi na maelewano, pasiwe ni masala pa watu wanaoiba viatu. Nkiwa hivyo mmeupeleka Uislamu kwa vitendo vyenu. Kwa nini wasiokuwa Waislamu Dar es Salaam watabakia kwenye dini zao? Wote wataufuata Waislamu Uislamu. Bismillahi rahmani rahim. Inna ina a'tainaka